Naitwa Mwesigwa Zaidi, taaluma yangu ni mwanasheria na ni Mtanzania halisi, tena Mtanzania wa kuzaliwa. Nyote ni mashahidi kwamba iko taarifa ya chombo maarufu duniani cha CNN ambayo imetolewa hapo juzi, lakini taarifa ile, kwa masikitiko makubwa, imekuwa na mlengo wa kuligawa taifa letu, imekuwa na mlengo wa kudhoofisha vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, imekuwa na mlengo wa kugawanya na kuwachanganya Watanzania, imekuwa na mlengo wa kuleta sintofahamu baina ya Tanzania na mataifa mengine. Sasa taarifa ya CNN, taarifa ya CNN imeonyesha vitu vingi sana, lakini kwa masikitiko makubwa na ni declare na Watanzania wafahamu kwamba mimi anayezungumza, sio kwamba ni ni mtu ambaye sijitambui au ni mtu hapana. Ni mtu nina maarifa na ni taaluma, dunia naifahamu, nimefanya kazi ndani na nje kwenye taasisi za kimataifa. Kwa hiyo nafahamu vizuri sana CNN kihistoria na katika siasa za dunia, imekuwa ni chombo ambacho kinatumika vibaya, kinatumika kuchafua nchi kinatumika kuharibu nchi kuchochea mapigano katika nchi. Kwa hiyo si chombo cha kuaminika. Ninyi wanahabari mnajua lugha zenu za kutumia, lakini nasema si chombo chenye maadili mazuri. CNN hii imechangia sana vurugu katika maeneo ya Darfur. CNN hii imekuwa ikitoa taarifa za ajabu ajabu katika Mashariki ya kati. Hii, ya kati CNN hii ambayo ni ya Marekani makao yake makuu huko, huko bado inalaumiwa na rais mwenyewe wa Marekani Donald Trump, bado anailaumu kwa kuwa na taarifa ambazo ni za uchochezi ambazo haziaminiki hazi. CNN inasema yafuatayo: moja, inaonyesha picha za mili iliyokusanywa makundi makundi, na inasema kwamba hiyo ni mili ambayo polisi wamerundika, lakini CNN katika taarifa yake hiyo hatuoneshi mahala gani mili hiyo ipo, ni wapi? Anasema alikuwa na satellite satellite ambayo ilikuwa ina cover siku nzima ya uchaguzi katika majiji yote, Dar es Salaam, Arusha, Mbeya, Mwanza, lakini satellite gani haiwezi kutambua eneo? Yeye anasema tu mili hiyo hapo na nini mashahidi, hizi picha tumeziona kabla ya hapo kwenye magrupu mbalimbali mbali, zikiwemo. Sasa hasemi mimi niko wapi? Lakini jambo jingine CNN amekuwa bias. Amekuwa mchochezi katika matukio yale yaliyotokea ya uchaguzi, vijana walioingia barabarani kufanya vurugu waliharibu mali za umma mali za watu binafsi, kupora, wizi na kadhalika. Vitu hivi CNN havioneshi, haoneshi kwamba kuna matukio ya uhalifu yalifanywa na vijana waliojiita waandamanaji. Hapa tunaanza ku -question, tunaanza kutafsiri nia ovu ya CNN. Chombo cha habari ni kama ni kama mahakama, kinatakiwa kutenda kwa usawa, kutoa taarifa kwa usawa. Taarifa yake iko upande mmoja, sasa inakosa legitimacy. Nia na madhumuni ya taarifa hiyo inarudi kutengeneza moto kwenye nchi yetu, kitu ambacho hatuko tayari, na watanzania wote tusimame imara kupinga hilo. Lakini CNN ameonyesha, anasema kwamba watu wameuliwa na kuna makaburi yako kaskazini mwa Dar es Salaam, anaonyesha vimchanga mchanga kwenye picha zake satelaiti yake ilifanya kazi ya kuona makaburi. Kwa nini satelaiti yake isiwaoneshe watu wakizika hao watu? Tuitegemea CNN atu, ituoneshe media hiyo kwamba hawa hapa polisi wanazika watu hawa hapa, au watu wamebeba bunduki, au watu raia akiwa wanazika watu. Satelaiti gani inaonyesha upande mmoja tu, na watu walishazikwa kwa mujibu wa taarifa yake. Watanzania tutumie akili tushanganue vizuri taarifa hizi. Lakini taarifa ile ukiangalia, anasema nguvu nyingi ilitumika ya polisi dhidi ya raia. Nilitegemea mimi kama chombo kikubwa cha dunia ambacho kina wataalamu wazuri sana kingetuonesha basi hata uiano kwamba, tazama raia mmoja hana silaha, amenyosha mikono, ajisalimisha polisi kumi wa silaha wanamshambulia. Tuitegemea hivyo, ili tuone sasa matumizi ya nguvu yaliyokithiri ya, ya polisi dhidi ya raia. Ndugu wanahabari na watanzania wenzangu, nyote mlikuwepo na mliona, mlitegemea jeshi la polisi na vyombo vingine vifanye nini, hali ya kuwa umma wa watu umesongamana, unakwenda unaunguza vituo vya mafuta wanaingia madukani wanaiba wanaua watu. Na hapa nitoe ushahidi CNN, kuna raia wameuliwa na waandamanaji. Hasemi upande huo kwamba waandamanaji wameua watu, hasemi CNN. Anasema kwamba maandamano yanatokana na wananchi hawaikubali serikali yao. Huu ni uzushi. Tulitegemea chombo kama kile cha kimataifa kitupe takwimu, kituambie kwamba kimehoji asilimia ngapi ya wananchi wa Tanzania na asilimia ngapi inakataa serikali yao? Hakuna takwimu, uzushi tu wa. Amepata wapi relevance? Uhalali wa taarifa zake ni nini? Ninyi wanahabari, mnajua habari ndio, nitakuwa na chanzo. Chanzo ni nini? Kawahoja akina nani, wapi, na lindi kumpa hizo taarifa? Ndio maana nasema niani, ni chombo cha uzushi na taarifa yake ni ya uzushi na ipuuzwe. Lakini askari wangapi wameuliwa? Tunakubali katika kutenda jukumu lao wako raia waliuliwa, liko wazi hilo, liko wazi. swali ni katika mazingira gani? Swali ni je, CNN ilitaka wananchi wamalize nchi nzima, waandamanaji wateketeze nchi nzima, Tanzania imalizike? ATM zimevunjwa, sote tumeshuhudia, tunaona kwa macho yetu, matobo ya ATM yako pale. Mbona CNN haionyeshi matobo ya ATM zilizotobolewa hela zikachukuliwa? Mbona CNN haijawahoji wenye vituo vya mafuta waliopoteza mali zao? Tunaanza kuona mashaka katika taarifa ya CNN. Hivyo basi, niwaombe wananchi wa Tanzania tuendelee kuamini serikali yetu, tuendelee kushikamana pamoja. Na changamoto ambazo tumepitia katika uchaguzi huu, hazitufanyi kuacha uzalendo wetu kwa taifa letu, hazitufanyi kubeza vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, haitufanyi kugawanyika. Ni wape pole kabisa, hakuna mtu anafurahi kwa namna yoyote ile ndugu yake kumwona ameondoka duniani kwa namna yoyote ile lakini tujue kabisa kwamba ilikuwa ni mazingira ambayo hayazuiliki kwa namna nyingine. alafu CNN inawapa ina wale vijana nembo ya waandamanaji, nembo ya uandamanaji. CNN ni chombo kikubwa, kinafahamu nini maana ya maandamano, kinajua taratibu za maandamano, kinajua maandamano. sasa maandamano gani yalikuwa yakianzia wapi kwenda wapi? Huu ni uchochezi, ni namna kuanzisha vurugu nchini, na sisi kama watanzania tunaojitambua tutasimama imara kulinda nchi yetu hii. Nchi tutailinda sisi wenyewe, tutailinda vizuri sana. Lakini niwaambie pia Watanzania, mfahamu kwamba baadhi ya tuhuma zinazotolewa ni za uongo kwa vyombo vyetu ni za uongo baadhi. Nimesema namnikoti vizuri, baadhi ya tuhuma ni za uongo. CNN inasema hivi, CNN inasema, ni maneno ya taarifa ya CNN inasema hivi: kulikuwa na unfair election, kulikuwa na uchaguzi ambao si wa haki, ambao waandamanaji waliamua kuandamana kupinga wa uchaguzi na kupinga tume ambayo si huru, tume ambayo si huru. Tunamuuliza CNN hili kalipata wapi? Kwa sababu wale watu hawakuwa na bango lolote la ujumbe wowote katika maandamano hano ya sema. Kalipata wapi hilo CNN kwamba waandamanaji walisema tume si uhuru? Atuoneshe bango lolote katika taarifa zake zote hizo, hakuna bango lolote la waandamanaji lenye ujumbe huo. Ninaposema CNN amepika taarifa, na maanisha hiyo mazingira kama hayo, mimi siamini na naamini Tanzania hakuna ufa wa kiasi hicho, ni matatizo yametokea madogo sana ambayo yanasuruhishika na hatua zimeanza kuchukuliwa. Na niwaombe viongozi wote wa nchi yangu, wakuu wa wilaya, makatibu kata, wakuu wa mikoa, watendaji wa serikali popote walipo, wajitahidi sana kuharmonize, wajitahidi sana kwenda kwa watu kujenga umma. Umma huo wa Tanzania bado una imani na serikali yake.